Habari za asubuhi, habari za majukumu ndugu mgeni rasmi. Karibu katika umoja wetu wa UNAMA wenye dhima ya umoja na maendeleo. Aa, ndugu mgeni mwalikwa, karibu kwenye ofisi yetu mpya ya umoja wetu wa UNAMA, yaani umoja na maendeleo, wenye lengo la kujikwamua kiuchumi kupitia watu wote au kupitia mtu mmoja mmoja miongoni mwetu. Inawezekana kuwa ni mara ya kwanza kukuona au kukusikia, ndugu mgeni rasmi, lakini nyaraka zetu zinapita kwenye maofisi yenu. Hivyo unaomba niwatambulishe rasmi kuwa UNAMA ni kikundi cha watu 30 kinachotambulika kisheria ambacho kimesajiliwa na msajili wa vikundi katika wilaya yetu na kitaifa kwa ujumla, na pale ndani pana picha ya cheti cha usajili wa watu 30, na pia kwenye watu thelathini tumetoa nane ambazo kimeunda kikundi kwa ajili ya kuomba mkopo wa kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivyo, ndugu mgeni rasmi, tunaomba kikundi hiki kimeadhimia kukopa kiasi cha shilingi milioni themanini na tano na laki mbili na shilingi elfu ishirini kwa ajili ya kununua kosta itakayotumika kutoa huduma ya usafirishaji abiria katika wilaya yetu kuelekea ukanda wa Dar es Salaam, hivyo Ikitokea kwenye, ikitokea kwenye ofisi yako, kumepita nyaraka yetu, tunaomba uitumi, u, u, u, uione kwa jicho la tatu na uweze kutupatia huduma ili tuweze kufikia malengo yetu. Ndugu mgeni rasmi, kikundi hiki kilichopo mbele yako, pia ikitokea kwenye ofisi yako kukawa na fursa yoyote ambayo itaweza kumnufaisha mtu mmoja mmoja katika kikundi hiki au wote kwa ujumla kama hamasa, elimu, semina inayohusu vikundi ili kuleta elimu katika mji wetu au mtu mmoja mmoja, tunaomba msituache nyuma. Sisi tupo tayari kwa wakati wote, kwani itatuongezea elimu, tija, kujiamini katika kikundi chetu. Pia mgeni rasmi na wageni wengine waalikwa, kikundi chetu kina viti, masufuria, vikombe, sahani, turubai la kukalia ambavyo tunavikodisha ili kutuongezea kipato kwenye kikundi chetu. Pia tunatarajia kununua turubai kwa ajili ya kujikinga na jua, pia nalo tutalikodisha. Ndugu mgeni rasmi, kikundi hiki pia kina pikipiki na pia kina michango ya kila mwezi. Kila mwana mmoja wetu anatakiwa ndani ya mwezi kuchangia kiasi cha shilingi elfu nne na pia ikitokea mmoja wetu amepatwa shida, yaani msiba au kuuguliwa na ndugu aliyoidhinishwa kwenye katiba yetu, kila mwanaumoja atatakiwa kuchangia shilingi elfu kumi. Hivyo ndugu mgeni rasmi, umoja huu umejikita si biashara tu, pia na kulenga matatizo ya kifamilia kwa wanakikundi. Ndugu mgeni rasmi, karibu kwenye ofisi yetu, na leo ndio le, ofisi yetu imefunguliwa rasmi. Kwa matatizo yoyote au shida yoyote au namna yoyote ya kutupata ndani ya ofisi yetu, kuna namba ya simu ambayo imeandikwa, ambayo ya kwanza ni ya katibu na ya pili ni ya mwenyekiti. Ndugu mgeni rasmi, karibu sana, tunashukuru kwa uwepo wako na sisi ni viongozi wa UNAMA. Anayekusomea taarifa hii naitwa Hasani Ramadhani Simba, katibu wa umoja huu. Asante. Asante sana. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu subhana wa taala kwa kutuwezesha sisi sote kukutana na siku ya leo ambayo ni siku adhimu kwa wanaUNAMA ambapo mnafungua rasmi ofisi yenu na kutambulisha ofisi yenu ngazi ya kata. La pili, napenda nitoe ujumbe au shukurani kwa niaba ya afisa mtendaji kata. Anasema majukumu menginewe yamemkabili, ameshindwa kuhudhuria au kuungana nanyi siku ya leo, lakini kwa fikra na mawazo na kila kitu yuko pamoja na nyinyi, na anawapenda sana, na yuko tayari kushirikiana na nyinyi kwa kila hali. Amenituma mimi kuja kuwakilisha ofisi ya kata kwa ajili ya uzinduzi wa ofisi yenu na pia kuwatia moyo katika shughuli zenu au wazima yenu ya maendeleo, miongoni mwenu na katika kikundi kwa pamoja. Nadhani la kwangu mimi au kubwa kwangu mimi kama mwakilishi wa ofisi ya kata, kwanza kabisa kuungana na nyinyi kushuhudia au kuzindua ofisi yenu, lakini la pili kutoa rai na mawazo au maoni katika kikundi chenu nadhani kwamba swala la ufunguzi wa ofisi, tayari tushaifungua nawapongeza sana sana sana, sana, ambapo mmekuwa mfano katika kata vikundi vya kata yetu. Nami binafsi kwa mara ya kwanza nimekuja kuhudhuria kwenye tukio kama hili, kwa hiyo nimekuja kujifunza pia kwenu nyinyi, lakini la pili ambao wamenituma afisa mtendaji wa kata kwamba kuna, kuna maazimio ya kimkakati ya kitaifa ambapo hata kwenye vikundi vingine wanapewa maazimio hayo. La kwanza ni utunzaji wa mazingira. Utunzaji wa mazingira ni swala mtambuko ambalo hata mheshimiwa Rais analisisiza sana. Kwa hiyo pamoja na shughuli zenu hizo za kimaendeleo za kiuchumi na nini, lakini mhakikishe mazingira mnayatunza, au mazingira mnashiriki kuyatunza kwa kila hali. Lakini la pili, katika rai yetu tunapenda sana kwamba pamoja mmeanzisha mna maono makubwa sana katika shughuli zenu, lakini msijifungie, msijifungie katika chumba chenu peke yenu. Kuna watu wamepiga hatua kubwa sana ya kimaendeleo. Kwa hiyo viongozi na wanachama wa kikundi cha UNAMA mpate fursa pia ya kupita kwenye vikundi vya wenzenu kujifunza na kuangalia wenzenu wamefikia hatua gani, na nyinyi mnaweza mkachukua ambao kupata kusonga mbele zaidi. Lakini la tatu, rai yangu kwenu nyinyi, tuna katiba kama mlivyosema Unajua wengi sana wanaoendelea kwamba wanafata yale maandiko ambayo mmekubaliana. Mkifikia hatua ya kuoneana aibu pengine katika utekelezaji wa masuala mbalimbali, basi mtafeli, lakini mkifata ile misingi ambayo nyinyi wenye mmeisema, kwamba labda pengine kwa kila mwezi au kila wiki mnachangia kiasi fulani, basi kweli iwe hivyo. Kama kuna shughuli sijui ya kufanya ku, ya, ya, ku, ya kimkakati ya kutekeleza kitu fulani basi iwe hivyo hivyo, mpite na ile katiba yenu ambayo inavyosema, basi mtafikia malengo yenu. Lakini la tatu, msirizike na hatua ambayo pengine mmefikia kwa sasa hivi. Mweni watu wa kujifunza, mweni watu wa kujifunza mara kwa mara. Niwahakikishie kwamba ofisi kwa niaba ya ofi, afisa mtendaji wa kata kwamba sisi tupo tayari kushirikiana na nyinyi kwa kila hali ili kuwasogeza pale ambapo mnatamania kufika. Cha msingi kuweni karibu na afisa maendeleo kata. Nadhani mshaanza mshakutana naye tayari, nakawapa miongozo mbalimbali sawa. Wengi wana vikundi, wanasema kama wanabaniwa fulani katika masala mazima ya mikopo, lakini si kweli, si sahihi, ni vile vigezo. Maana wengi wao wanadhani kwamba hizi pesa zinavyotoka zinatoka tu burebure bure. Anasema kwamba pesa inatoka hairejeshwi. Kishatolewa basi. Yaani masuala fulani kama vile ya kutouelewa. Mm. Kumbe zile pesa zinavyotoka nyinyi mkipata kama kikundi, mkifikia yale malengo na kuzirejesha, wengine pia wanapata fursa ya kukopa. Sawa jamani. Sawa. Kwa hiyo kikubwa sana sana mtafanikiwa kufikisha azma yenu hiyo ya mkopo mnaotaka wa milioni themanini kwa ajili ya kununua daladala. Lakini fuateni nini? Pateni zile taratibu vile vigezo ambazo afisa maendeleo amepitishia. Sijui beki statement, sijui mfanye hivi, sijui vile vile, fikieni pale. Ukishafikia pale wala mtachelewa. Mtapata. Pesa ni mashauri ipo. Sawa, ndugu zangu. Zawandu. Nafikiri nisichukue sa muda sana wenu, nyinyi ni wakati wa kuhangaika huo. Ni wakati wa kuhangaika. Mimi nawapongeza, nawapongeza sana. Umoja wanasema ni nguvu. Utengano udhaifu. Katika hata vitabu vya dini vinaeleza sana masuala ya umoja, sawa. Mimi Muislamu na kuna wakri, Wakristu vile, vile. Kwani watu hawezi kila mmoja akasali nyumbani kwake au akasali nyumbani kwake? Inawezekana, sawa, lakini imeagizwa kukutana kwenye makundi kwenye nyumba za nini za ibada. Hali kadhalika kama sisi hapa tunafanya kama shufaa fulani ya kuketi pamoja na kupeana mawazo, wazo lako wewe na wangu mimi ni vitu viwili tofauti kipaji nilichopewa mimi na wewe ni vitu vili tofauti, lakini tukiviunganisha kwa pamoja tunapata jambo. Lakini tusiache kutumia vikao sana, yaani vikao ndio venye kujenga, vikao venye kujenga. Kwenye vikao basi mhudhurie kama kama kwa wingi, kikundi chenu kilivyo sawa. Kupitia vikao ndio muda wa kukosoa, muda wa kupeana moyo, muda wa kusonga mbele. Lakini uki, uki, ukiwa na dukuduku lako, kwenye kikao ndio sehemu ya kufanya nini ya kulisema , lakini ukisemea pembeni inakuwa majungu na hutopata mwafaka. Kikubwa kitakuwa ni uvunjifu ni wa kikundi chenyewe sawa. Sawa, naona sura zenu zote za bashasha asilimia tisini na tano, eh? vijana sawa. Sawa. Sawa, vijana vijana ndio wenye kujenga, sikwambie mtu Sahi. Vijana ndio wenye kujenga sawa, hata Mwenyezi Mungu vijana ndio wanadili. Ukifanya ukifanya kitu chenye heri kwa ujana, maana yake unapata thawabu kubwa sana kuliko mtu mzima kama sisi mna, mimi navyoelekea sawa, kwa maana kwamba ukishakuwa mtu mzima hata unasema, kwani ungefanya starehe gani wewe tena, unaiweza huiwezi. Lakini vijana kama vijana jema, eh? Akifanya, akifanya jema kwenye ujana basi napata nini? Kwa maana nasema hivyo kwa maana gani? Kwa maana kwamba bado nyinyi akili ziko vizuri, mwili uko vizuri sawa, utimamu wa kila kitu uko vizuri. Mkithubutu mnaweza na mmethubutu wallahi, mtaweza E, kwa maana sipoteze sana muda wenu sana. Mimi mwanagenzi sana kwa maswala ya kuzungumza kama hivi, mimi taaluma ni afisa afya, wakata sawa. Mimi nikifika ma, ya kwangu maili matatu na nyoka, si mtu wa kuongea ongea sana, lakini nadhani nimepita mahala ambao pakuatia nguvu na moyo, sawa. Nasema UNAMA naifahamu kuanzia sasa na UNAMA nitaisemea nikifika ofisini, jambo la kwanza kifika ofisini kesho kwa afisa maendeleo, nitaanza kuisemea, nitaisemea vizuri UNAMA kabisa. Asubuhi na mapema tunaleta beki inshallah hey. Basi mimi nasema nisipoteze muda wenu. Nawapongeza, nawapongeza, nawapongeza sana, asanteni sana ndugu mgeni rasmi. UNAMA umeanzishwa miaka kadhaa iliyopita lakini tulikuwa tunaenda ile kiujamaa zaidi. Yani hatukuwa na vielezo kama Katiba na vitu vingine. Kwa hiyo kipindi hicho kipindi hicho nyuma, tulifanikiwa kufanya baadhi ya mambo katika mambo ya kijamii tunayaita. Kwa mfano, jambo la kwanza pale kuna msikiti. E, kupitia UNAMA wakatuomba kwamba tuwafanyie mpango tuwaongezie umeme msikitini. UNAMA pasina kujali imani zao na itikadi zao. Wakalishika hilo kwa sababu ni kundi ambacho kinahusu mambo ya kijamii. Tukachangishana kweli tukaingiza umeme msikitini. Baada ya zoezi hilo, pia ikawa kuna changamoto ya barabara katika mtaa wetu. Kikwazo likawa ni daraja, kuna mfeji umepita pale. Kwa hiyo kinyosha mvua na kwa papitiki. Kupitia UNAMA tukakaa chini, tukajadiliana na tukakubaliana, tuchangishane wanaUNAMA, na kweli hilo lilifanyika, tulichangishana na kufanikiwa kujenga daraja sio kubwa kivu, lakini daraja ambalo ni, ni kiunganishi kizuri ambayo linapitika wakati wote na imekuwa ni msaada mkubwa kwa wakazi wa huko kitongoji cha picha ndege mjini na kamegele kwa jumla yake. Daraja liko hapo, nataka kwa muhunzi au bondeni hapo, daraja ambalo kweli ni zuri la kisasa kabisa. E, miongoni mwa changamoto ambazo sasa hivi ni kupata kwa nini vifusi hii nimekuwa changamoto na tumejaribu kupeleka maombi maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata kifusi na ku, uweze kupitika kwa, kwa wakati wote. Hayo ni miongoni mwa vitu ambavyo tumevifanya, lakini isitoshe, kama ilivyo UNAMA ni umoja wa kijamii na maendeleo, huwa tunachangishana au kusaidiana pale mwenzetu tunavyo mtokea angalau kupunguza Eh, hiyo, hayo ni miongoni mwa ma, ma, ma, ma, malengo yetu au kazi zetu ambazo tunazifanya kupitia moja huu wa UNAMA, lakini pia yapo mengi mengi mazuri, mengi mengi mazuri. Hapo mwaka jana, hapo jirani palikuwa na mtoto hivi alikuwa na changamoto za kiafya. Uh, UNAMA ukaenda na uka, ukaazimia, uka kufanya baadhi ya mambo kwa ajili ya kumsaidia, kusaidia familia, lakini tusema Mwenyezi Mungu akapangala kwake, mtoto akawa amefariki lakini UNAMA ulikuwa tayari kumsaidia mtoto. Hayo ni majukumu ambayo UNAMA miongoni mwao tunayafanya ni hayo. Tunashukuru ofisi imefunguliwa, na na situkuombe kwa uwakilishi uh, wako kwa niaba ya mtendaji wa kata yetu umpelekee salamu, nasi tuko pamoja naye, tuko pamoja naye kwa ajili ya kuendeleza hili gurudumu, lakini kubwa Tuombe, tuombe sana, mutupokee vizuri, kwa sababu malengo yetu twende mbele. Kama unavyojua ukanda wetu wapane hali ilivyo, basi mtushike mikono jamani, tunakuombeni sana, kwa sababu lengo letu sisi tutoke hapa tulipo, twende huko mbele. Kwa nini wenzetu uko nafanikiwa sisi huku Mkuranga tu hivi? Basi kupitia nyie nakuombeni mutushike mkono.